Yes bana, by the way ni siku nyingine tena tuko na Kasimu mwenyewe, mtaalamu kabisa, bingwa kabisa. Kwanza brother, kwanza hongera sana Somi, naona h kwenye mitandao watu wanavyokuzungumza, lakini pia sharo sana kwa mwana wa Roma Mkatoliki. Anakutaja taja sana. Familia. <laughs> Somi, najua kwamba licha kwamba wewe ni mtaalamu wa mambo lakini pia ni mshikaji wake sana na, na Roma Mkatoliki. E, mwanao sana na Roma, e, Lomi, eh my brother Peter Msechu, e, wengi wengi wengi wengi sana. Wanatania shemeji yangu Nancy, wote washikaji zangu. Kina Saidi Saidi au chekeshaji, wote wanangwa. Okay, hapo hapo kwa shemeji yako Nancy, wote wanakuwa naongea maneno mengi. Kwa sababu sasa ina maana Roma ana kama muda mrefu huko Nancy yuko huko. Wanawasiliana vipi mambo mengine hapa na, na pale, vingine vya ziada na kuaje? Eh labda labda Kasimu kwenye kwenye hii issue unaweza kutuambia kwa sababu ni mtu wa karibu sana. Nini ambacho kinaendelea kwa sasa hivi? Na Roma atarudi lini? Atarudi tu, hizo family issue sasa hivi na mke wake, atarudi si nyumbani kwa bwana. Tanzania si ndo mama land, ndo alipozaliwa pale. Roma atarudi tu, time will tell, tafika muda tu. Ukizungumza naye kwenye simu la voice nini, anakwambia amemisi nini sana huko? Watoto, familia yake ndio vitu ambavyo wanavimisi sana, hata wewe ukionja mchi muda mrefu, of course unajua family first kwa hiyo mara nyingi woga mnazungumza sana mnaongea mambo ya hapa na pale sana? Mi niko bizi sana bro, muda wenyewe untosha, hatuongei sana kivi, lakini tukipata time tunachat tunapiga stori, bwana upo, tunachekiana yani, nipo nipo maendemo hivipo, unaendeleaje free. Kwa hiyo tunaongea, lakini not that much. Nasikia familia yake unaihudumia sana wewe? Hapana, sihudumii ila ni, ni, ni, pati ya familia yangu. Sasau kumhudumia nabidi uprovaidi hela matumizi nini nini, sio kitu ambacho sio sahihi. Ye mwenyewe sanahudumia familia yake bwana anaidumia vizuri tu familia yake. Ni mshikaji ambaye tunapiga stori zetu za nje ya za kifamilia, okay. tunapiga stori zetu kama wanaume abcd, tunaonekana sawa, na ishu nitamwambia na kitu atakanisaidia pale US nitamwambia, lakini mm. pia tunaona naye kwa sababu mwezi wa sita Mungu akipenda naenda World Cup okay. nitaenda Canada na Marekani kwa hiyo tutaonana mm. yata hang out kama wiki mbili tatu pale fresh bwana bwana mm kwa mara ya mwisho mmezungumza nini? Sasa akasema kwamba atakuja lini, na nini ambacho amekimiss kikubwa mpaka no, no. Sasa anambia nikifika, tutapiga yeah, in exclusive interview pale, nitaruka naye wani afu nitakupigia Bongo 5 unge naye na umuulize okay. <laughs> nitakupigia video kwa bwana naye, Bongo 5 anakuuliza unarudi lini? maana Roma je kuonekana gani na marafiki wengi sana lakini, <laughs> wewe unatajwa sana kama mtu wake wa karibu. Hey, sio mtu wa socialize sana lakini ukawahi kujihusisha na muziki naona <coughs> kufanya mambo ya music na nini? No, ni business tu, lakini mmemake sana pamoja. Alaba wewe ukaribu, nini chanzo cha ukaribu wako wewe na yeye? Afu najua mi, Roma mke wake ndo nilimkutanishana naye yeah. Yeah. Mi mke wake ndo mshikaji wangu sana, ambaye alisoma na moja staff wangu mm. Ndo tukawa washikaji hivyo mm. Wow, yani kwa hiyo ni wana, na sio kama napiga story sana vile, hapana. Yeah. Yeah. sio okay, kivile sana, lakini watu ambao ni part of family kwa hiyo tuna bond kwa maana mke wake Nancy ndo alifanya na ukaribu. yeah. ndo mpaka leo, ndo shemeji yangu, mtu smart sana dadangu, ule ana shida, mtu poa sana hata kwenye KFC party ya juzi hapa naona tulikuwa naye hapa ya tukachoma nyama fresh. Shemeji yangu ni mtu poa sana dada, ana roho nyeupe sana, very open hearted, mtu poa sana dadangu, shemeji yangu Nancy, smart sana na mimi siku zote na, nikiongea nao nawambia waboreshe eh, mapenzi yao though, long distance love kidogo ni changamoto lakini ndio hivyo ndio maisha na, na, na katika kuwashauri ku kwamba waongeze hiyo wa, kwamba wawe pamoja, kwamba wasikae mbali sana na nini. Na yeye Roma anakuwa anatoa majibu gani ukimwambia hivyo? Siye kuongea naye hilo kwa kweli, lakini kama ni wataka nifikisha salamu mm. Mimi nitazifikisha sikesho kutu watu hapa June tunaenda World Cup mm. takutana naye nitamwambia

<laughs> okay. uh, mi nazani una, unaona kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Hebu brother, mi nataka utuambie kwa sababu wewe una experience, umekaa nje ya nchi muda mrefu sana. Umesha kusoma huko lakini pia heshima yako ni kubwa. Mi nataka tu utuambie brother. Yaani huu mkanganyiko unaoendelea wa Ndaro na magari alioposti na zile bei kwa sababu unaona kila mmoja anasema la kwake. Hebu nataka utupitishe hapo kasi. hmm. um, kwanza mi nimeiona, nimeona kwenye mitandao ya kijamii uh, kama moja ya watu ambao kwenye sekta ya magari, of course, uh, Siwezi kuizungumzia ina negative way wala ina positive way. Unaona, eh? Kila gari nauna gharama yake, tunachukua ndege tunaenda wenyewe. Mimi katika kitu ambacho nakithamini kwenye sekta ya magari ni ni, quality. Nikizungumzia quality nasema ni kwa Kiswahili ni ubora, tukizungumzia ubora tunazungumzia grade. Unajua gari na grade. Yani, kila gari unaoiona ina grade zake. Umeelewa, eh? kuna grade inaanzia 5 mpaka kuanzia grade moja mpaka tano. Grade 5 ni gari ambayo ni 0 kilometers, unakuja 4.7, eh, 3.5 huko unashuka chini. Kadri unavoshuka unavyoshuka, grade ya gari inazidi kufanya nini? Kupungua. Kwa hiyo bei ya, uh, bei ya grade 5 huwezi kufananisha na bei ya grade 1. Ni vitu viwili tofauti, yani purchasing price ya gari ya grade 5, purchasing price ya gari ya grade 1. Baada ya ya Ndaro kuposti magari yale na bei alizozitaja mkanganyiko kwa mkubwa sana kuna Mbea akajaribu kuposti akiwa anauza magari yale, na akieleza maneno fulani fulani kwamba pengine ile bei ya Ndaro aliotaja ni kubwa sana e, labda pengine wewe kwa sababu experience uliona, kwa sababu najua kwamba umesema kwamba kuna, kuna, kuna levels na kuna grade. Je, ni sahihi mtu kuku, kuku, kutaja bei kama ile afu unakuta labda bei husika sio hiyo hiyo umekaa vipi kwa upande wako? Ah, sasa kutaja bei inategemea na mtu mwenyewe unajua eh? Ndaro ni star of course, unaona bwana labda kaona yake bei ya juu eh, kutokana na ustar wake, lakini pia kumbuka kwamba kuna kitu pale hamjakielewa ali uh, uh, mwanangu mbega gari aliopostia ni used, ina namba. Ndaro gari yake ni mpya chassis number Sio unaelewa ni gari ambayo yani, ni mpya ndio umetoka kuinunua. Kwa hiyo uwezi fananisha bei ya gari used na bei ya gari ambayo ni mpya. Wote wako sawa. Mimi naona wote wako sawa lakini sasa the difference is yule ka post gari ambayo imetumika na huyu gari yake ni mpya. Kwa hiyo mkanganyiko katokea hapo. Yaani unajua biashara ya, ya magari iko hivi. Gari ina depreciate, inashuka thamani tofauti na kiwanja. Kiwanja unaweza kununua leo milioni kumi, next week ukauza milioni ishirini. Gari unakinunua leo milioni kumi, ujue kesho utaiuza chini ya ile milioni kumi. Okay. Siwezi kuuza tena juu namba ukish, tu ina depreciate, especially gari za Ulaya. Ya, inakuwa kidogo ni sawa, lakini pia kama ametaja bei, pia kwa sababu utamharibia yule ambaye amefanya. Gari ni kitu kikubwa sana, afu ni kumiliki gari kaka Bongo 5 ni rahisi sana kumiliki gari especially sisi KFK Motors unaona, tuna huduma yetu kulipa kidogo kidogo kidogo, tunamilikisha Tanzania magari sasa ukiweka contradiction kwamba unaweka mabei ya juu sana unawatisha Watanzania ambao wanahitaji kumiliki magari which is not right. Huko maneno kwamba Ndaro, hmm. hmm. aliwatisha watu kumiliki magari wa Tanzania kwa kauli hiyo, sijamaanisha hivyo eh, Sijamaanisha kama amewatisha lakini ni uzuri ukaweka uhalisia. Ile gari ambayo umefanya kwamba kwa sababu watu wana, labda pengine zile pesa ambazo amezitaja kwamba amenua. Ile changamoto kuuliza mtu pesa anatoa wapi, lo, tatizo. Kwa nini umuulize mwenzako pesa anatoa wapi? naikatafute Yeah. Kwani muulize mwenzako? Kwa si msanii yule bwana, anapata show anapata nini hela anapata ya yeah. Ni msanii yule, si star bwana, si anafanya kazi, anajituma, anapambana, eh, kwa anapata hela wanapata hela na katika maisha bwana, usiulize mtu anatoa wapi? Kila mtu ana njia yake kutafuta pesa nani. Kwa sababu uwezo ukaona, huyu ah, bwana anafanya tu usanii, labda ana biashara zake out of usanii, ana business zake zingine ambazo zinamuingizia kipato. Kwa hiyo mimi huwaga namthamini kila mtu, na ukimwona mtu amenunua gari mpe heshima kubwa sana, Kwa sababu wengine wananunua gari kwa, kwa njia ngumu sana. Mtu anawekeza elfu moja elfu tano don't ask, mwenzako anatoa api hela. Inapambana watu sio wanahaso bro, watu wanapambana <laughs> wana, watu wanapambana. Kwa hiyo for me naona nice right. kwa hiyo kununua gari na, na, hakununua gari moja, si zaidi ya moja mbili, siu zile siku eh. Kwa hiyo is right. Ni sawa okay. Unaf unafikiri kwa nini mkanganyiko umekuwa mkubwa baada ya, ya mbega kuonekana kwamba anataka ana, ana, kuelezea mazingira ya zile gari za Ndaro. Nafikiri kwa nini imekuwa hivyo. Uh, pia na exclusive nitaisimamisha dunia ndani ya siku mbili, mwezi huu, mwezi huu, mwezi wa pili huu na unaokuja huu, dunia itasimama. Tanzania itasimama. Mimi nachowashauri tu um, wa Tanzania angalieni sehemu sahihi na ubora kwenye kuagiza magari, kwa sababu quality ndio kitu ambacho kina uki, uki, ukienda kuagiza gari angalia grade, grade ndio ina value gari yako umeelewa the higher the mileage, sawa bwana, the higher the risk of the vehicle. Kwa hiyo ukichukua gari lenye mileage kubwa, unajua unaenda kwenye matatizo. Chukua gari mileage nzuri, grade yako nzuri, ingia barabarani eh, kuzingatia sheria za barabarani, uta sustain na muda mrefu sana gari yako. Hivi Kasimu, unafikiri kwa nini vijana wengi ndoto zao ziko kwenye magari sana na sio nyumba na mambo mengine, labda kwa upande wako unazungumzia hilo? Ah, sasa, utaenda site na boda boda, sifundi mwenyewe atakusarau wewe. Usikwenda site na bajaji na boda boda, site unaenda na kipando umepaki pembeni kimando chako. Sasa na ufundi na unaongea naye vizuri, injinia, fanya hivi, pita pale, fanya hivi, fanya hivi. Lakini sasa tunaenda unapanga boda boda, hata fundi sasa atakuzarau.